Mbunge wa Kitui Kusini Daktari Rachael Nyamai amempa OCS wa kituo cha polisi cha Mutha makataa ya saa 24 kuhakikisha familia 14 zilizofurushwa na wafugaji wa ngamia miezi miwili iliyopita zinarejeshwa makwao. Mbunge huyo alielezea masikitiko kwa yake kwamba familia hizo bado hazijadhubutu kurudi nyumbani kwa hofu ya usalama wao, licha ya kuwepo kwa polisi na askari wa akiba waliopatiwa silaha za serikali kulinda wananchi. Alimtuhumu OCS huyo kwa kupuuza majukumu yake, huku changamoto za kiusalama zikiendelea ya kushamiri katika eneo hilo. Hawajawahi rudi kwao, na ni familia kumi na nne. Kuna wale walikuja wakarudi juu walikuwa wengi, lakini hawa familia kumi na nne hawajawahi rudi kwao tangu wakuje hapa huko na NCC. Hapa tuko na polisi ambao wanalala hapa Musenge. Kuna mtu afanye kazi yake. Kuna polisi ambao wanalala hapa Musenge, kila wakati iko polisi wawili wako na buduki na NPR saba wako na buduki yes. Nataka kuuliza swali, au watu hawana kapasiti ya kuenda kwa nyumbani kwa huyu? Kila mtu aende kwake na kila mtu alale kwake. What is not happening? What is not happening? Inamaanisha kuna mtu ameambiwa a so this is it, let us be real. Hakuna haja kublame president akiwa Nairobi. President ametoa buduki, President ametoa askari, President ametoa NPR, wako hapa, wako na wabuduki na wafukuzi hawa wakora ambao wako hapa. That is the problem. So tukubaliane, we unakaa Mutomo lakini natuko na mkubwa wa polisi hapa. Mimi nataka kesho hawa wenye wako na boma, kila mtu apelekwe kwake, kila mtu apelekwe kwake. Akikosa kupelekwa DCC, inamaanisha kuna mtu amepewa pesa au watu wasirudi kwao. Na kama hawa askari wako hapa watusaidii, waende waende kama watusaidii, wakikosa juu, shida ile kuu yenye tuko nayo ni OCS yule ako pale Mutha, is the biggest camel hada ako pale kama hawa wananchi wa familia 14, tuko na polisi tuko na OCS tuko na buduki, na mtu hawezi toka hapa aende kwake, pale iko shida. Iosiasa atoka kwa ofisi akuja hapa achukue askari wake wale wako hapa, achukue NPR, hawa watu, kila mundu, kila mtu aingie kwa nyumba yake. Because something is not working. These people are not doing patrols. Ngamia ziko hapa na, aa, atakukwambia ngamia iko hapa, wakiona wanatoroka. Kwa nini ngamia isiende mahali kwenye hakuna wananchi? Jambo Safari Media, Aida Ngile.